Angazie taarifa nyingine ambapo shirika moja lisilo la serikali la Boy Child Justice Alliance na ambalo limejitwika jukumu la kutetea haki za mtoto wa kiume kutoka Embu limetoa wito wa kufanyiwa marekebisho kwa baadhi ya sheria za makosa ya kijinsia, likisema kuwa baadhi yake zina adhabu kali kupita kiasi kwa vijana wa kiume, hali inayosababisha wengi wao kufungwa jela. Aidha, kundi hilo limetoa wito kwa serikali na jamii kushirikiana kuwasaidia vijana kuepuka hatari tolewa kwa serikali kuzingatia urekebishaji mbadala wa kifungo kwa makosa madogo ili kupunguza msongamano magerezani. He, he, he, he, he, he. Shirika la Boy Child Justice Alliance limeeleza wasiwasi wake hasa kuhusu sheria zinazoweka adhabu kali na za lazima ikiwemo kifungo cha maisha, hali inayodhoofisha uwezo wa vijana kujijenga upya kimaisha na katika mipango ya uwezeshaji inayotekelezwa na serikali. Okay, ukiangalia wengi wako hapa ni vijana na kwa makosa tofauti tofauti, lakini kuna ile mmoja imewaremea ile ya defilement abo, saa ingine kifugu yake inakuwa kubwa sana, unaweza kuta umefugwa life 50 years, 30 years, 20 years abo hakika. Uh, unaona ni kama iko mzito zaidi. Wakiongozwa na katibu wa uratibu Patrick Nguu, kikundi hicho kilisema sheria hizo zimewanyima wahusika fursa ya kurekebisha mienendo yao na hivyo kupunguza nafasi zao za maendeleo binafsi na kitaaluma. Haya mambo mengi kuhusu kesi ambazo ziko hapa, wengi wamefungwa si kesi zao, ni mambo ya kuwekelewa. Ya kwamba na tumeonelea ni vyema kama watetezi wa vijana tuje tuseme ya kwamba, serikali, tafadhali, ni vizuri tuamke. Na hizi sheria mpya zimekuja, watu wengi hawajazielewa hawajajua kuhusu hayo mambo. We as a Boy Child Justice Alliance tumechukua kitita cha uh, kizizi ambazo ziko hapa tufuatilie, maanake wengine wanaporudiza uh, mararamishi kule inatubiriwa uh, mbali wa, wanawake wakifungiwa pahali wakiwa mia moja wakiwa prison, wakiwa, wakiwa pamoja wakiwa mia moja hata wakikaa miaka kumi watatoka wakiwa mia moja tu lakini kukuwekwa kijana moja tu huko ndani hawatatoka wakiwa mia moja, watakuwa zaidi ya mia moja sababu mbegu hiyo mbegu hiyo imeongezwa. Na mwanaume is the source of uh, the generation. Mwanaume akipotea, hata generation imepotea, hakuna kizazi, hakuna chochote. Kwa hivyo the most important uh, uh, person is the manifad Alisema ingawa kisheria ushahidi wa mtu mmoja unatosha, ushahidi huo unaweza kusababisha hukumu zisizo sahihi endapo hauaminiki au unatolewa kwa nia mbaya, akisisitiza kuwa sheria ifanyiwe marekebisho ili kuhitaji mashahidi zaidi kudhibitisha ushahidi. Kipengele kinaestari kubadilishwa sababu ya sex offense ya kwamba kuwe na washunda kama wawili. Serikali na wa president avalari sikiza mambo haya, kuwe na machini ambao inadhibitisha ukweli. Inawezekana Wambunge wambunge wakae chini kule mbunge na ni wasiitu, waangalie waangalie kule mbunge wapandilisha masheria nyingine ambayo imevinyilia kinjana akawa useless akanjisahau, akienda hata njiani, unamwona tu huyu, unamuhurumia yeah.